Na tukielekea taifa jirani la Tanzania ni kwamba Rais Samia Suluhu amezikosoa vikali nchi za kigeni kwa kile alichokitaja kama kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Aidha, amezituhumu nchi hizo kwa kuunga mkono madai ya upinzani kwamba uchaguzi wa Oktoba ulikuwa na dosari. Akilihutubia taifa, Rais Samia alisema kamwe Tanzania haijalishwi na vitisho vya mataifa magharibi kutishia kubana ufadhili kama Ben Kirui anavyoeleza. Katika hotuba yake ya nne kwa taifa kuhusu machafuko ya uchaguzi, Rais Samia Suluhu Hassan alilaumu jamii ya kimataifa, akiikosoa kwa kile alichokitaja kwa kuingilia masuala ya ndani ya nchi. Akionekana mwenye hasira, Rais Samia aliukemea umakinifu unaoendelea wa kimataifa kuhusu machafuko mabaya ya baada ya uchaguzi. Nje huko anakaa oo, oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hivi hua Alibainisha kuwa Tanzania haijawahi kuingilia kati jinsi mataifa mengine yanavyoshughulikia visa kama hivyo. Wiki iliyopita bunge la Ulaya liliitaka kusitishwa kwa ufadhili wa umoja wa Ulaya kwa Tanzania. Rais Samia alisema hata fedha ambazo mataifa ya kigeni yanadai kutoa ni ndogo mno. Niwaulize, kwao hayatokei okay? kwao hayatokei okay? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Akilihutubia taifa, wakati wa mkutano wake na wazee wa Dar es Salaam Rais Samia alidai kuwa vurugu zilizoshuhudiwa baada ya uchaguzi ziliandaliwa kimaksudi na kufadhiliwa na mataifa ya kigeni yenye lengo la kuiumbisha Tanzania. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Rais Samia pia aliushutumu upinzani akidai kuwa ulijiondoa kwenye uchaguzi baada ya kutambua uwezekano mkubwa wa kushindwa. Walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa walishajua aibu ingewapata. Rais Samia alitoa matamshi hayo wakati ambapo wito wa maandamano ya nchi nzima dhidi ya serikali Disemba 9 inaendelea kushika kasi, Ben.